Zaina Muhammad Ramadhani Karim. Aa, poa, mambo ya ya kukazia hii. Unajua, wakati mwingine mambo yanakuwa mabaya, ndio nakwambiaje. Hii hapa ya kukazia, ikitokea dharura kama hii ikitokea, lakini haijatokea kwa nimebeba na, na muda unaona unazidi kuenda mpaka nifike nyumbani, manake naweza nikafutulu njiani. Kwa hiyo, oh, hiyo, siyo, <laughs> na wasiwasi na um, nimebeba vitu vya moto sio vya baridi nazani natembea na uji kwa sababu ya mechi, baada ya muda ukifika nafutulu. Hata kwenye mmeshinda goli tatu kwa moja dhidi ya yalionekana kuwa mchezo mgumu, lakini hatimai mmefanikiwa kupata ushindi. Tuambee kile mbacho mekitazama, lakini mmefuzu kama bingwa mtetezi, hatuya kumi na sita bora. Azamu alicheza fainali msimu ulioish, lakini kufuzu umeibiwa Usijokuwa kama Dr. Mohamed alibiwa Arusha. Eh, sasa leo tumecheza kinyonge. Ya yeah, hizi goli zikuwa zitoshi. Uh, na unyonge huu ni kwa sababu maandalizi tulikuwa tumeyafanya ni kukutana na na na na na, na timu ambayo uh, ina jeuri zaidi, lakini hatukufanikiwa kukutana na timu ambayo tulikuwa tunaitaka. Kwa hiyo hata uh, kipigo tulichokitoa sio kwa asilimia mia moja. Tumecheza ili mradi tushinde tukamilishe taratibu, lakini sisi usongo wetu haikuwa hii cost, lakini kwa sababu ni watu ambao kidogo wanafanana, tumetoa nusu kipigo ambacho kitakiwa kitoke tarehe nane, kwamba yeah. Hii ilikuwa sio dozi ya costa Yani tumetoa dozi nusu kipigo ambacho kitakiwa kitoke tarehe nane. Ndio maana wachezaji wengi wamecheza wakiwa hawajajiachia sana, wamecheza wakiwa wame relax kwa sababu maandalizi tuliyoyafanya sisi yalikuwa makubwa. Kama tungeyatumia manake mtu angefungua hata tisa au kumi hapa. Kosti na kosti sisi tumewahi kumfunga nane, kwa tujataka kumzalilisha. Tumecheza kulingana na maandalizi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya siku mbili hizi, lakini kama ingekuwa tarehe nane ingekuwa ni balaa yeah. Walikimbia dozi kubwa <laughs> Ah, wa mimi nimeangalia mechi ya tima na, na, na ubwela. Nilichokiona ni kwamba nani? ya tima na ubwela ndo tima hiyo hiyo tima tima na ubwela nimeiona vizuri, nikagundua kwamba viongozi wa ubwela ni wajanja sana, viongozi wa ubwela wana akili sana kuweza ku, ku, ku, kukimbiza kikosi kiwanjani kisije tarehe nane. Walifanya kitu cha maana kuliko kama wangeleta timu ingekuwa ni fedhea, kwa sababu huwezi kucheza na, na, na, na, na kikosi kile walichomaliza zidi ya tima. Yani pale ulivyoona kile kikosi siku ya jana, tima na ubwela pale, wenzetu ndo wamemaliza kikosi na pale, hawana timu nyingine zaidi ya ile, pale wachezaji wote wanaumwa. Kwa hiyo kama wangeleta ile timu, zilikuwa ni saba sawa. Kwa performance ya Maxim pia, Nzengeli tunazungumzia leo hii, goli mbili, uh, kambani ya Nzengeli alijiandaa vizuri alijiandaa vizuri kwenye mchezo wa tarehe nane mpaka leo. Kwa hiyo mi nasema mchezaji Maxi zegeli ni mchezaji bora na sisi tunazidi kumheshimu kama mashabiki, lakini pia piaawa